Ni katika viunga vya Mahakama ya Hakimu Mkazi wilaya Iringa, pametulia shughuli mbalimbali zinaendelea, wengi wakipenda kuita uwanja wa haki. Kilichonifikisha hapa ni kesi ya jinai namba 11594 ya na mwaka 2025 ambayo inamkabili Joseph, na leo imetajwa kwa mara ya kwanza mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya wilaya ya Iringa Rehema Mayagilo. Joseph anashtakiwa kwa kosa la mauaji ya kukusudia kinyume na kifungu cha sheria ya kanuni ya adhabu 196 na 197 sura ya 16 madejeo ya mwaka 2022. Shauri hili kwa upande wa Jamhuri linaongozwa na, na mwendesha mashtaka mwandamizi Radhia Njovu ambaye ameambia mahakama ya kwamba mnamo Aprili kumi na moja mwaka huu mshtakiwa Joseph Mhulila alimuua kwa kukusudia mtoto wake Timothy Joseph Mhulila mwenye umri wa miaka sita katika mtaa wa Lukosi. Pia mshtakiwa hakutakiwa kujibu chochote kutokana na mahakama hii kutokuwa na uwezo wa kusikiliza shauri hilo. Upande wa mashtaka ulieleza kuwa upelelezi bado haujakamilika na kuomba mahakama ipange tarehe nyingine kwa ajili ya kutajwa tena kwa kesi hiyo, ombi ambalo lilikubaliwa na hakimu Rehema Mayagilo. Kwa mujibu wa kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5a sehemu ya kwanza marejeo ya mwaka 2022, shauri hili halina dhamana na kumfanya mtuhumiwa kurejea tena korokoroni hadi Mei 28 na mwaka huu, ndipo shauri hili litatajwa tena. Hiyo la kuuawa kwa mtoto huyo ambaye alikatwakatwa vipande na kisha kutupiwa kwenye shimo la choo lilishitua wengi hapa mkoani Iringa na Watanzania kwa ujumla, lakini hadi sasa mabaki hayo ambayo yalibainishwa bado haijakabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya maziko na sasa kinachosubiliwa ni majibu kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali kubaini DNA. Baada ya hapo basi, ndugu watarejeshewa mabaki hayo na kisha kuyazika. Muhammad Nyaulingo, Azam News, Iringa.